Na mtazamaji wa uwanja huo huo wa michezo wa Raila Odinga kaunti ya Homa Bay ulifurika pomoni hii leo baada ya halaiki kujitokeza kwa sherehe za mwaka huu za madaraka, na baadhi ya wakazi walikesha uwanjani humo kutokana na hofu ya kukosa kushuhudia mbwembwe za sikukuu ya 62 ya Kenya kujitawala yenyewe. Na Mloro Tieno anaarifu zaidi kuhusu waliokesha na hata mbwembwe za waliofika. Taswira ilikuwa hii saa 4 usiku Jumamosi. Saa sita kabla ya ratiba kuanza rasmi, uga wa michezo wa Raila Odinga kaunti ya Homa Bay ulikuwa umejaa hapomoni, hali ya mwenye nguvu mpishe ikiwaacha wengine kusimama ndani ya mtaro ili angalau kushuhudia sherehe za madaraka. niliingia hapa jana saa tano usiku kwa sababu nilijua nikichelewa niki kufika katika uwanja huu wa Raila Stadium nitakuwa nitakosa nafasi kwa sababu ya umati wa watu. Tulikuwa hapa na drama na kadhalika, yani full entertainment. Tulikaa hata si kujua tulimaliza saa ngapi, mi nimejikuta tu tumefika asubuhi. E, tangu hiyo jana hadi wakati huu ni raha tu, hata sisikii njaa hata kidogo. <muchas> Licha ya urefu wa sherehe hizo, walioshuhudia wakisema hawajutii kukesha uwanjani humo. nilikuja e, hapa kuona President, Mr. William Ruto alifanya kazi mkubwa sana tumeshukuru, tena tumeasanti <tune> Baada ya kuketi kwa zaidi ya saa tisa kwa sherehe za Madaraka, wenyeji wa kaunti ya Homa Bay sasa wanatumai kuwa serikali itatekeleza miradi zaidi itakayowawekea pesa mfukoni. Lora Oteno, runinga ya Citizen. Na sisi Lora Oteno <laughs> tunasema <laughs> <laughs> tumea asante na hiyo taarifa, lakini nilikuwa natarajia kwamba atatuonyesha jinsi alivyo dense pale asubuhi naona nakiri vile ni, ni faida ya waliotazama kwamba usikose matangazo ya moja kwa moja bila shaka mtazama. Lakini kongole sana kwa jinsi ambavyo wakaazi wa Kisumu jitokeza na jinsi ambavyo wanayenzi mm. lugha teule ya Kiswahili mm -hmm. sema kitu na